Naibu kinara wa chama cha DCP Cleophas Malala ameshutumu vikali madai ya katibu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni kuwa uh, wanashirikiana na Rais William Ruto kisiri. Akizungumza Kakamega, Malala amesema kuwa Kioni anatumika kugawanya upinzani akisisitiza kuwa Rigathi Gashagwa kamwe hawezi kushirikiana na serikali ya Rais William Ruto. Aidha, ametaka Kioni kuthibitisha madai hayo akisisitiza kuwa uongozi wa Rais William Ruto ni wa muhula mmoja haya yanajiri baada ya katibu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni kudai kuwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua anashirikiana na Rais William Ruto kisiri. Wale wakina Kioni ambao wanatumwa kukuja kuleta fujo katika United Opposition, ningependa kuambia Kioni, kama wewe uko kwa United Opposition na hauwezi sema one term wewe ni mole. So kabla mtu yoyote akuja ya aseme o oh, yeye yeah, anapinga serikali, unamwambia kwanza aseme nini one time. sasa wewe Kioni enda kwanza useme one time ndio tujue wewe sio mtu wa Ruto. anaanza kusema ati Rigathi ni mtu ya William Ruto likijii anaweza kaa na William Ruto kweli aizi tume ya kupambana na ufisadi EACC imeshirikiana na serikali za kaunti kubuni kamati.